Uhusiano wa umri wa mwanamke na uwezo wa kushika ujauzito, kuna uhusiano mkubwa sana. Kadri umri wako unavyoongezeka pamoja na uwezo wa kushika ujauzito. Kabla ya kuendelea, ningependa ubonyeze kitufe cha kengele kwa ajili ya kusubscribe chaneli yetu kwa ajili ya masomo mengine yajayo hapa mbeleni, lakini unaweza ukalike laiki ili kuongeza hamasa ya mafunzo yetu haya. Twende tukajifunze kuna uhusiano gani kati ya mwanamke mwenye umri mkubwa, aidha umri unavyoongezeka pamoja na uwezo wa kushika ujauzito. Kwanza, uwezo wa mwanamke kushika ujauzito pamoja na umri huko, kama hivi miaka 20 hadi 30 ni umri ambao mwanamke ni mzuri zaidi kushika ujauzito. Hapa kiwango cha mayai kinakuwa ni cha kutosha, yani mayai yanakuwa ni mengi pamoja na ubora wa mayai unakuwa ni mkubwa. Hapa mwanamke anaweza kashika ujauzito hasa kwa asilimia 25 hadi 30. Lakini umri wa miaka 30 hadi 35, katika umri huu mwanamke uwezo wake unaanza kupungua, japo bado anaweza kashika ujauzito. Umri wa miaka thelathini na tano hadi arobaini, ni kwamba hapa mwanamke uwezo wake wa kushika ujauzito vile vile unapungua zaidi, ambapo hapa tunasema ni asilimia kumi na tano hadi ishirini anaweza kashika ujauzito, lakini kwa wanawake wengi bado anaweza kashika ujauzito vizuri kabisa. Miaka arobaini na kuendelea, hapa uwezo wa kushika ujauzito shuka sana. Kwa maana hii kiwango cha mayai kinakuwa kimepungua, lakini vile vile ubora wa mayai machache ambayo yamebaki na wenyewe unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo maana yake huyu mwanamke inakuwa ni ngumu zaidi kushika ujauzito, na tunasema hapa asilimia tano hadi kumi anaweza kushika ujauzito. Lakini vile vile ubora wa mayai huwa unakuweje? Ni kwamba kwenye umri unapoongezeka, mfano umri unavyozidi kuwa mkubwa, mtu anaongeza uwezekano wa kupata changamoto za genetic abnormality. genetic abnormality ni kwamba mtu anaweza kashika ujauzito, mwisho wa siku mimba ikawa rahisi zaidi kuharibika. Yani hapa ni matatizo ya vinasaba. Kwa hiyo maana yake uwezekano wa mimba kuharibika unakuwa ni mkubwa. Kutokana na nini? na ni matatizo ya kimaumbile ya mtoto lakini mzunguko wa hedhi, mzunguko wa hedhi hapa tunazungumzia kwamba mzunguko wake wa hedhi unakuta haueleweki na wengi, umri wa 40 kwenda juu, unakuta mwingine haoni hedhi yake vizuri, mwingine hedhi anajikuta mwezi fulani analuka, baada ya hapa anakuja anapata wa mbele, kwa sababu anaelekea ukomo wa hedhi. Kwa hiyo maana yake hedhi yake vile vile inakuwa haipo sawa lakini vile vile umri pamoja na afya ya mimba kwa mwanamke ambaye ameshashika ujauzito sasa, umri unahusianeje pamoja na umri aliyonao? Mimba aliyonayo pamoja na umri vitahusianeje? Kwanza, kuna hatari ya shinikizo la damu, aidha changamoto za presha pamoja na sukari kwa umri mkubwa zaidi kwa mwanamke wenye umri wa miaka 40 kwenda juu, hatari za sukari na magonjwa plesha, ya presha vinaongezeka. Lakini hatari ya upasuaji wakati wa kujifungua, kwa sababu viungo vifanya kazi pia vinapungua, uwezo wake utanuka kwa viungo. Lakini vile vile hata nguvu ya kupushi mtoto inakuwa imeshuka, kwa hiyo njia ya upasuaji naweza kashauriwa zaidi na daktari wako. Vile vile matatizo ya kiafya ya mtoto mwenyewe ambapo tunasema hizi ni down syndrome, ambapo unaweza ukuta mtoto amezaliwa aidha hana akili nzuri, hasa kama mlo hautafuatwa vizuri, lakini vile vile mtoto anaweza kazaliwa ana ulemavu fulani kwa namna kama hiyo. Kwa hiyo maana yake hapa ni kwamba umri unapoongezeka kunakuwa na hatari kama hizo, lakini ni vema zaidi kama kuna uwezekano wa kushika ujauzito hapa mapema, fanya hivyo lakini, kishindikana, hakikisha unavyoshika ujauzito uzito unakuwa karibu na daktari wako, ambaye ataenda kushauri, hasa mfano vyakula ambavyo vinaweza vikaongeza kushika ujauzito uzito, kupunguza uzito, lakini vile vile kupata vitu ambavyo vinaweza vikaboresha afya yako ikiwepo ni pamoja na virutubisho lishe ambavyo vitaweza kuongeza ubora wa mayai na uwezo wawe kushika ujauzito. Hili somo tutajifunza zaidi njia za kuongeza kushika ujauzito kama umri wako umeongezeka. Unaweza ukashare, uka like, uka comment, ukauliza swali tutakujibu vizuri. Nikutakie wakati mwema.